Naam bwana, Sheikh Walid ameamua athibitishe eh, kuhusiana na ishu ya ndoa kati ya Zuchu na Diamond Platinumz. Tukimzungumzia Sheikh Walid bwana, hapa Dar es Salaam bwana, huyu ni mtu mzito kidogo kwenye dini yani kiongozi katika upande wa dini ya Kiislamu. Ni kwamba amefunguka wazi kwamba yeye anachokijua ni kwamba amemuozesha Diamond na Zuchu, wapewana kuhusiana na swala la kuachana, ambapo hiyo ni habari nyingine ambayo imeanza kusambaa huko mtandaoni kwamba tayari washaachana eh, ni kitu ambacho yeye hakifahamu na hata kama wangekuwa wameachana basi angepata taarifa kwamba bwana mi nimeshamwacha, lakini hizo habari yeye hajapewa. Kwa hivyo basi hafahamu kuhusiana na ishu ya wao kuachana. Anachojua yeye ni kwamba aliwaozesha na amewaozesha takriban miezi minne nyuma. Hicho ndo kitu ambacho Sheikh Walid amekizungumza. So huyu ni shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Walid wa ah Ahad Omar ambaye amethibitisha kufungisha ndoa kati ya Diamond na Zuchu na kusema kwamba ndoa hiyo ilifungwa zaidi ya miezi minne iliyopita na ni jambo jema. Kuna watu wawili hawa wamefunga ndoa, ila swala la ndoa hiyo kuvunjika, yeye hana taarifa hiyo. Na kwa mujibu wa Sheikh Walid bwana, amesema wazi kabisa kwamba hilo ni jambo la kushukuru, ni jambo la kusema alhamdulillah, maana hawa bwana walikuwa ni ishu ya kuzini, wameepukana nayo, wameamua kualilisha jambo lao. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kheri kabisa, wala hakuna ubaya wowote kuhusiana na kitu ambacho Zuchu na Diamond wamekifanya, hususan mbele ya Sheikh wa Dar es Salaam, Sheikh Walid. Bwana kwa hiyo

kuona kwa kwamba kijana ameamua kufanya jambo hilo na vitu vingine kama hivyo, lakini mambo ya kwanza kuwasema na vitu vingine kibao ni vitu ambavyo kweli sio busara, na ukizingatia kwamba Diamond amekaa kimya kwa muda mrefu, alikuwa ameshamoa Zuchu. Watu walikuwa wanamsema kwamba anamchezea, anampotezea muda, anamdhalilisha na vitu vingine kama hivyo, kumbe tayari alikuwa alishamoa. Kwa hiyo mambo yote ambayo alikuwa anasemwa Diamond alikuwa amekaa kimya, kati ya, umeona bwana. Kwa hiyo hayo yote ni moja kati ya vitu ambavyo